Sana. Sana mbali. Sasa wakati mnaondoka pale parokiani yeah, nilikuwa sina uhakika wa kupata zawadi. Nikasema hata nitawanulia hata maji yeah, lakini nikawa sina uhakika yeah. Baadaye naja kuulizia, nikamwambia mtarudi parokiani mule yeah, nikaambia kwamba mtarudi tena parokiani yeah. Nikasema hata nikiwapelekea maji haitasaidia, bora hata niwatafutie hata dumu la mafuta yeah. Ni kweli ilimnikumbusha. Mgeni mtana nyimbo ana kidogo, alikuwa anavuta, yaani muivute kidogo, unajua makabila anatofautiana.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 na alivyolelewa na bibi yake ambaye alikuwa anawaombea kama wajukuu kama Mama Anna. Tunakushukuru pia kwa ile tunu ulioingiza ndani mwake tangu enzi hizo na hizo, kwa ajili ya ukarimu tunaamini aliuchota kwa bibi yake, na leo amewakirimu hawa wa Mama Anna waliokuja kutukarimu na sisi. Kumbe Mungu, tunaomba ukapate kumbariki ukapate kumjazia kile kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa zaidi. E, ee Mungu, ukapate kufungua malango yake ya mbinguni, malango ya baraka. Ukayafunge yale ya kuzimu yaliyoachama ili kumeza baraka zake. Kwa damu yako takatifu ukapate kumtakasa, kwa damu yako takatifu ukapate kumwongoza, kwa damu yako takatifu umlinde yeye na familia yake na utajiri wake wote ambao uliomjalia basi anapoondoka muda huu kurudi kwao, ukarimu huu uendelee kubaki ndani mwake na aendelee kutumika kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu, amina. Ukimbilia ulinzi wako, uzazi mtakatifu wa Mungu, usimiine tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini, eepia mtukufu na mwenye baraka, amina. Mwenyezi Mungu, watoto wako wanaporejea kwao, malaika wako afanye kituo kuwazunguka, uso wako uende pamoja nao. Hiki ambacho wamekifanya hapa kwetu, Bwana unakijua, basi usiwapungukie hata siku moja, ukapate kuwajalia, ukapate kuwajazia neema na rehema, lakini zaidi ule uzima wa milele. Tunamweka dereva wetu mikononi mwako umuongoze Roho Mtakatifu, akimwonyesha njia ipasayo kuendea. Gari hii isipate ajali aina yoyote, wala roho ya umauti isiambatane na chombo hiki daima. Kuone wewe kwa zawadi hii ya siku ya leo, aliyoitoa kwa ajili ya taifa lako, kuja kufanya umisionari kwenye parokia yetu. Baba, ukapate kuwapa neema na baraka familia na wale wanaowaomba Mama Ana hawa msaada wa sala zao wakirimie kuziona majibu yao, ili wazidi kukutukuza wewe. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Bwana awe nanyi na awalinde na kubariki, Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.